Salama ah, tu. Habari ah, yako? Ah, nimetokea kule nikasema hapana, nimekuona mtoto mzuri mrembo kama wewe okay. Kasema nikusalimiane kidogo. tunafahamiana? Ah, ndo, ndo mwanzo wa kufahamiana. Mimi na naomba nijitambulishe, mimi naitwa Nishai mtambangili ah, kitwango mikazo miguno misigu wangu na, na, na, na mikito pia sijui hey, hey. Mwenzangu naitwa nani? <laughs> Eh, yeah. yeah. uh, unajua sehemu kama hizi mara nyingi wa kama warembo kama nyinyi mnakuwa kama na chachache sana na ikitokea nafasi ya sisi kuwaona basi nasema kama vile eh nakwambia <laughs> uh, dodo imedondoka kwenye mwarobaini. Okay. Eh au mwarobaini imedondoka kwenye dodo <laughs> <laughs> eh, okay. eh, okay. okay. eh Eh unajua eneo ile na mimi ni kitengo. mimi ni kitengo ile eneo. Kwa hiyo unaona nasimama kwa kuhakikisha usalama wote maeneo haya Eh eh Safi sana. Eh, una, una inakuwaje? Eh, kama kawaida eh. Na mtoto wangu anaenda shule, nalishwa familia yangu. Sasa mimi niko kazini muda wote, we unajishusha, hata kazi pia naweza kukuunganishia. Mimi niko ndani, niko ndani kabisa, ndani. Uh -huh. Niko ndani, kabisa pale. Okay. Eh, eh, niko ndani

tuzunguke basi, nikasema, system yani ni cool, ni ndani mm, kabisa. Ah, sawa haina shida, mimi usafiri wangu ndio umefika. Ah, ndio eh, sijui so, unaenda wapi? Ah, mimi mimi, hata mimi na no usafiri wangu saki hata, mm, ninapokwenda mimi mm, inawezekana ninapajua au sipajui. Sikiza, fanya kitu moja, mm, uh, Unaweza kunisogeza mbele kwenye usafiri? Ah, umbwao usijali. Haina shida. Nitakupeleka mpaka unapoenda. Wewe, Mm, yeah. Kusamia hata migalevu inakuja. Kwa nini unataka ukanifasiza kwako? Haina shida, haina shida. Ah, ha, ina, si la, Eh, inakuwaje mwana no, ana tingisha kichwa mbele. Haina shida, unaweza watu wakanisindikiza alafu nikakurudisha we, sawa <laughs> ha, sawa haina sawa, shida mimi mi, mi, nitaenda mpaka kwako alafu mi nitarudi tena na. E, kwa sababu ya kujitoa najitoa, nikwenda kanani dereva nikata e, e, ni, kanani, ni, ni nani, na namuunganisha na kazi watu system, watu system wake tunapia na michongo ehe. Eh, choongo. Dereva ameng'oa jina. Mbona ongee? Ana kama ameng'oa jina. Dereva hivyo? Eh. Kama kama nilivyokueleza mimi, kiukweli pamoja na yote lakini, nahitaji eh, kujiweka. Na na na dereva ajue, dereva, unajua nimemkuta hapo anapigwa, anajua nikasema nimsogeza kwenye kivuli. Bahati, nataka kusema kuna gari. Lakini kifuu, mimi nataka nini? Nataka nijiweke kwake. Eh, mtoto mzuri. Na na nataka nikwambie, mimi nitakupa mapenzi. Na, na, na, na kwa sababu sisi kwa mfano mii natokea kwenye mikoa miwili ambayo mapenzi yalipozaliwa, natokea Tanga pamoja na Zanzibar na, na kwa mbali Morogoro. Mbona muziki uchangamki vipi? Anatumbua jimbo la makalio na uchangamki. Mimi kiukweli kama nilivyokueleza mimi naitwa Nishai. Na, na, eh, na, na mimi kiukweli nahitaji na, kama namekuwa nakuunganisha kazi kubaliana, lakini mm. nataka baadaye tutaanza tu familia na na nitakupenda kupa mapenzi ninakupa wow, okay, mapenzi kweli. Unajua brother, unajua kama zikitokea utaki kuvi kuviacha, na na na na mimi yanaonekana bibi afa somu mwangiaje na mimi ndo nataka mwanamke kama kama hiyo. Yaani siwezi kuweka mwanamke ndani kama umeika speaker ukiwa na mwanamke ndani umeika naakuwa ametulia, eh, kazi yangu inakuwa ni moja, kutoka kazi nikirudi, mm. nakupa kupenzi na na na mapenzi nakupa kweli, kama kwa fano kama mbona uchangamki koa, umesikia? Mimi nakopa mapenzi ya kinifu, mapenzi ya ubunifu, mapenzi ya utiifu, umeelewa? Kafano kama mimi hapa, sio masiala, mimi naweza kaingia kwenye kifua katikati nikakiingiza kichwa changu nk nikapiga huko na huku

Thelathini na tatu, ushasikia nyimbo? Nasema wengine wana namba zao zinaitwa. Sasa 33 ndio oh. Hey, hey, hey. sala... mimi sasa kitengo. Uweze thelathini na tatu, nakuweka unapata. Na na, na mimi mm, unifikirie mapenzi sasa, na mapenzi yako sasa. Ay, mimi ndio kama ndo shemeji, umeelewa? thelathini na tatu kitengo hamsini na nane eh, umeelewa? Na kupaa kazi mara moja tu, kwa jina langu mimi napata kazi. Sikutegemea kama naanza kupata mlembo kama wewe. Una mtoto, hauna mtoto Nimekuta dodo kwenye marobaini, anasema na mtoto wake nitaikuta. Eh, na muda wako ndio kazini, nyumbani, kazini, nyumbani, unaikuta imepoa, haina sio ya moto. Eh, sawa, kwa mimi ndio mimi nitakuunganisha kazi moja kwa moja, moja kwa moja kwa jina langu mi, Nishai pale pale Ikulu pale kupata kazi. Eh, na kitengo ulicho nacho nakuaminia. Huku ndo kwako naona una bonge la una, una, una geti <gibu> yeah. ah. watoto waje kufungua watoto. ah. ah. Una, una, au nani, dada ya kazi, una ulinzi? Hii sio kawaida hii, yani hii sio kawaida kwao. Bibi, hapa ni kwako. Huyu nani takutambulisha usijali, eh? Mfungulie ah, mgeni ah, wangu karibu, ndo kwako Zito naomba niwatambulishe mgeni wangu huyu. uh, uh, mgeni wangu uh, uh, unaitwa nani vile? mimi uh, mi, mi naitwa Nishai, tupangili kitwango mikazo miguno misuguano na mikito. oh, eh, umemuelewa? eh. Sasa huyu bwana ni bingwa kutongoza Nimekutana naye barabarani eh, amenitongoza mpaka tukaingia kwenye gari mpaka ah, ah, tunafika hapa. Mbona una unafungua kodi sasa eh, eh? Alikuwa anahitaji angalau juisi, chai eh, chakula eh, si unajua eh, mgeni eh, lazima aweke baraka eh, yes. eh. alafu Umesema uko hey, um, ma... kitengo? Eh, kitengo gani? Amesema nane mkwa juhelathina kwa tengeneza mabomu ya kungata na kupuliza mabomu? nini? nini? nini? Pole, pole, pole. Lakini pia alisema yuko Ikulu? Hmm. Hebu kwanza tutambuane viongozi. Hapa kwa ni wapi hey, hapa He. ni wapi? Kwangu si unakuja kunitembelea ah. Eh, wewe unataka tujenge familia <tukosu> yani kwa, ikulu kwa kweli na ikulu. Mimi sikusema nasema ikulu, nimesemea tu kama ikulu yani. Yani kama unaangalia kwenye TV, ikulu eh, eh. Sasa jamani, jemani hakikisheni eh. Anakunywa chai, juisi, chakula na anacheza muziki. Yes, sawa, kiufupi mshughulikieni inavyotakiwa sawa, alafu kufanya masaa

Zito, Zito, inatosha njoni mkalisha kwenye kibao. Unachelewesha.